ni msafara wa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, CCM, mkoa wa Tanga na MCC Rajabu Abdallah akiwa amempakia kwenye pikipiki mgombea ubunge wa jimbo la Handeni Mjini Ruben Kwagilwa akimnadi kwenye mitaa mbalimbali kwa ajili ya kumwombea kura ya kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo hilo. Akizungumza kwenye mkutano wa hadhara, wa hadhara wa mwenyekiti huyo mgombea ubunge wa jimbo hilo Ruben Kwagilwa amesema anakwenda kutatua changamoto ya maji na wakabili wananchi wa jimbo mjini mradi wa e28 mradi wa HTM mradi wa kitaifa. Nimesimama hapa, nitumie fursa hii kuwatangazia wanahandeni mradi huo mpaka sasa umekamilika kwa asilimia 71. Miezi minne ijayo, miezi minne ijayo, tunakwenda kukamilisha asilimia 29 iliyobaki tayari tumeshamaliza kujenga tenki kubwa ambalo tumelisababisha chini ya mto pale, mto tunakoyachukulia maji tumeshayalaza mabomba kutoka juu ya kilele cha mlima Mhandeni, mahali ambapo tumejenga tenki kubwa la ukombozi. Tenki la lita milioni mbili imekamilika kwa asilimia mia moja. Nimewaahidi wanahandeni siku hiyo, miezi minne ijayo, maji yakifika kwenye mitaa yenu

kwa upande wake mwenyekiti Rajabu amesema serikali ya CCM haikuishia kwenye miradi ya maji peke yake, ila imetoa zaidi ya shilingi bilioni kumi na saba kwa ajili ya kuboresha huduma za afya kama anavyofafanua. Daktari Samia Suluhu Hassan ameitekeleza vema ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa swala la afya kwenye mkoa wa Tanga. Ametupa bilioni nne, tumejenga zahanati sabini na mbili ndani ya mkoa wa Tanga. Ninyi ni mashahidi. Hata wilaya ya Handeni zipo sehemu katika vijiji tumepeleka huduma hii ya zahanati, lakini pia mheshimiwa rais na mgombea wetu wa rais Dkt. Samia ametupa bilioni kumi na tatu, tumejenga vituo vya bi afya ishirini na tatu ndani ya mkoa wa Tanga, ikiwepo kwenye wilaya hii ya Handeni tumejenga vituo vya afya bi Naye mgombea udiwani wa kata ya Chanika Habibu Mbota maarufu kama moja kwa moja amewaahidi wananchi, atakwenda kutatua changamoto zao endapo watamchagua. Kazi yetu sisi ni kwenda kuwa sauti ya wananchi. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana Dkt. Samia Suluhu Hassan, kuongeza thamani ya majengo katika maeneo yetu. Ni lazima twende tukawe chanzo cha kuonyesha utatuzi wa kero kupitia majengo ambayo yamejengwa na serikali. Niwashukuruni sana wananchi, lakini chonde chonde twende tukapige kura. Kutoka wilani Handeni mkoa mkoani Tanga Rajabu Othmani ZBC.